Mtumishi kwa wo, kweli wote na mtumishi ni, ni wa siku wote. Sisi tunatumishi wa tunahitaji nidhamu. Nidhamu ndio ndio msingi wa utendaji bora wa kazi. Mtu kama una nidhamu, basi utendaji wako utavurugika. Ndio huwa kwa mtu kuchukua dawa afu kumuuzia mgonjwa, naona eh. Kwa hiyo nidhamu, lakini pia kwenu nidhamu ndio yaani, nidhamu ikikosekana mambo mengi yanavurugika. Kwa hiyo nawasisitiza sana nidhamu, lakini pia nyinyi kuna ajira mpya kama nimezisikia ajira mpya. Jifunzeni kwa wale walio wema mabaya ndio mtu anajiua leo, kesho ameshakuwa mkonko mkongo. Tunasema jifunzeni kwa walio wema ili muende na kazi yenu hu. vizuri huwa tukitafuta kazi na tukipata kazi mara nyingine huwa tunakwaga watu tofauti. Kwa, kwa hiyo tunaomba niwasisitize nidhamu, kwa sababu nidhamu ndio msingi wa utendaji kazi wa nidhamu. Ikiwepo na ushirikiano ndio usisitiza ndani daktari ambao naona ni kitu kikubwa sana kwenye eneo letu la afya, kwa sababu kama tunasema ni watu tunaoshirikiana, sasa huyu akiona bora huyu huyu Sijui nani akimwona huyu ndio kama anasema kumbe kazi hazifanyiki bila kila mmoja kuwepo. Kwa kila mmoja kwenye eneo letu ana umuhimu. Kwanza mfagiaji mpaka sisi specialists wote ni muhimu sana. Kwa sababu ukija hospitali kwa kuwa kwa hospitali chafu, ukiwa nje kwa unasikia harufu za dawa pia, kwa kila mtu kwa umu, kwa kazi zetu. Na kwenye utumishi wa umma kwa ujumla tunahitaji nidhamu. Kwa sababu nidhamu ndiyo utendaji kazi unaostahili. Eh. Ukifanya nidhamu ina maana hata zile misingi zenu mtazizingatia.